Jasusi TV inakuletea updates kadhaa kuhusiana na tukio lililojiri jana, ambapo mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aliripotiwa kutolewa katika gereza la, la Keko alikokuwa anashikiliwa na kupelekwa sehemu isiyojulikana. Taarifa hii ilizua hofu na taharuki kubwa hususan kuhusu usalama wa Mheshimiwa Lissu, um, lakini baadaye jana hiyo hiyo, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilitoa taarifa kuhusiana na hilo suala la uh, Mheshimiwa Lissu ta, kuhusiana na hizo taarifa kwamba Mheshimiwa Lissu ametolewa katika gereza la Keko na kupelekwa kusikojulikana. Na taarifa iliyotolewa na Chadema Uh, ilipitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Bi Brenda Rupia ambaye alieleza kwamba jana hiyo Aprili 18 2025, naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar wakili Ali Ibrahim Juma pamoja na mawakili wengine wa Mheshimiwa Lissu uh, wanafamilia na wanachama mbalimbali, kwa nyakati tofauti walitembelea gereza la Keko kwa minajili ya kumjulia hali Mheshimiwa Lissu. Hata hivyo, hawakuweza kumwona Mheshimiwa Lissu kwa sababu uh, watumishi wa gereza hilo, maaskari wa magereza wa katika gereza hilo la, ko, la Keko waliwafahamisha kwamba Mheshimiwa Lissu hayupo katika gereza hilo. Hata hivyo, hawakuweza kusema amepelekwa sehemu gani. Kwa hiyo, taarifa hii ilithibitisha zile tetesi za awali kuhusu Mheshimiwa Lissu kuwa ametolewa katika gereza la Keko na kupelekwa usikojulikana. Baadaye zikapatikana taarifa uh, kupitia kwa mwanasheria mmoja maarufu ambaye alieleza kwamba kuna tetesi kuwa Mheshimiwa Lissu amehamishiwa gereza la Ukonga. Na alieleza uzito wa tetesi hizo kutokana na masuala mawili hivi ya msingi. Alisema kwamba kwa uzoefu wake wa masuala ya sheria mara nyingi watu wanaoshtakiwa au wanahukumiwa na makosa mazito kama uhaini huwa hawapelekwi gereza la Keko. Mara nyingi huwa wanapelekwa gereza la Ukonga. Kwa hiyo alisema kwamba hii inaweza kuwa ni miongoni mwa sababu zilizopelekea uh, Mheshimiwa Lissu kuhamishiwa gereza la Ukonga, japo ilikuwa haijathibitishwa. Sababu nyingine aliyotoa ni uh, profile ya mtu, yani uh, wadhifa wa mtu, hadhi ya mtu katika jamii mara nyingi watu wenye hadhi kama Mheshimiwa Lissu ambaye ni mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ilikuwa unlikely kuwekwa gereza la Keko, kwa mara nyingi watu kama hao huwa wanapelekwa gereza la Ukonga. Um, kwa, hata hivyo hizo zilikuwa ni speculations, kwa sababu hakukuwa na uthibitisho, hakukuwa na tamko lolote rasmi kutoka either jeshi la magereza au ofisi mwendesha mashtaka Uh, ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali au serikali kwa ujumla. Kwa hiyo hakukuwa na uthibitisho kama Mheshimiwa Lissu kweli amepelekwa huko, uh, gereza la Ukonga. Kwa hiyo hofu iliendelea kuwepo kuhusiana na swala hili, lakini jingine uh, lilikuwa ni uh, ukweli kwamba uh, kuna sababu kadhaa zilizokuwa zikiwafanya watu wawe na hofu kuhusiana na mustakabali wa mwisho. Wa kwanza ni kwa sababu haijulikani, hata angekuwa ni mfungwa wa kawaida au mtuhumiwa wa kawaida, kwamba kama amepelekwa mahabusu halafu ukaambiwa kuwa hayupo inakuwa, achana na mahabusu, iwe tu hospitali. Ukienda hospitali kuna mgonjwa, then ukafika hospitali ukakuta mgonjwa hayupo bila maelezo, unaweza kupata hofu kwamba labda kuna baya limetokea limemkumba mgonjwa. Sasa katika mazingira ya, ya, ya sheria inakuwa ni muhimu zaidi kuweka vitu hivyo katika rekodi. Sahihi. Lakini kubu, miongoni mwa mambo ambayo yalichangia kuleta hiyo hofu ili, ambayo bado mpaka sasa hivi ipo kwa sababu masuala haya bado hayajathibitishwa rasmi na mamlaka husika ni ukweli kwamba mwaka elfu mbili na kumi na saba mwezi Septemba kulikuwa na jaribio dhidi ya uhai wa Mheshimiwa Lissu. Alimwagiwa rundo la risasi kujaribu kumua, lakini mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka wa nane sasa na hakuna jitihada, si za serikali wala vyombo vya dola kujaribu kupata ukweli wa swala hili au kuchukua hatua dhidi ya waliojaribu kufanya jaribio la, uh, la kumdhuru Mheshimiwa Lissu. Na taarifa mbalimbali ambazo sisi wengine tumekuwa tukizipata ni kwamba mipango na jitihada za kutaka kumdhuru Mheshimiwa Lissu zimeendelea kuwa endelevu. Wale watu waliojaribu kufanya elfu mbili na kumi na saba bado wana kiu ya kufanya hivyo. Um, hasa kwa kuhofia kwamba labda katika safari yake ya kisiasa inawezekana Mheshimiwa Lissu siku moja akaja kushika hatamu za uongozi wa taifa hili, na huenda wao waliohusika katika masuala hayo wakaja wakachukuliwa hatua kutokana na hayo walioshiriki. Kwa hiyo hii ni moja ya sababu zinawafanya watu kuwa na hofu kwamba huyu mtu alijaribu kumuua mwaka 2017 mpaka leo hajachukua hatua dhidi ya wale waliojaribu kumuua. Kwa hiyo sasa, yuko ndani ya himaya yao, huenda wakajaribu tena kufanya jaribio jingine dhidi ya uhai wake. Um, lakini jingine ambalo pia linachangia hofu ni ukweli kuwa kuna masuala angalau mawili kuhusiana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na haya masuala ya kuwepo chini ya vyombo vya dola au masuala yanayohusiana na, na vyombo vya dola. La kwanza ni ile iliyojiri mwaka jana ambapo kada mwa, kiongozi mwandamizi wa chama hicho marehemu Ali Kibao alitekwa, akateswa, akauawa na maiti yake ikamwagiwa tindikali. Yaani ulikuwa ni unyama usioelezeka na serikali ikadai kuwa itafuatilia suala hili na kuchukua hatua stahili, lakini mpaka sasa hivi, miezi kadhaa imepita, hakuna tamko lolote na yaingilika kuamini kwamba hakuna uchunguzi wote unaoendelea kuhusiana na hili. Lakini pia kuna swala la kada maarufu wa Chadema Deusdedith Soka na wenzi wawili ambao walipotea katika mazingira ya kutatanisha. Taarifa zinadai kuwa walichukuliwa na, na askari polisi, lakini mpaka sasa hivi hawajulikani walipo na hakuna taarifa zote kwa sasa. Katika mazingira kama haya, ni wazi ukisikia kuwa Mheshimiwa Lissu ametolewa gerezani kupelekwa kusikojulikana, mtu yoyote mwenye kujali atakuwa na shaka na hilo. Kwa hiyo, haya ndio mazingira yaliyochangia hofu waliokuwa nayo wananchi. Lakini pia um, licha ya kinachoendelea kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Lissu kwamba amefunguliwa mashtaka ya uhaini, ametajiwa uh, makosa manne na moja ambayo linagusa hisia za wengi ni hili la uhaini, lakini kubwa ambalo pengine linawagusa sana wananchi ni usalama wake. Na hata alipokamatwa kule Songea mkoni Ruvuma kule Mbinga, zilipatikana taarifa kwamba jioni alipatiwa chakula na watu walikuwa na hofu kwamba isije kuwa hicho chakula ikawa kimekewa sumu, kwamba hawa watu walikuwa na mwinda sasa katika himaya yao wakaamua kumzuru. Kwa hiyo suala zima hili la, la, linalomkabili Mheshimiwa Lissu kuwa ndani ya vyombo vya dola, kuna hofu kubwa kuhusu usalama wake, na ni matarajio ya wengi kwamba swala hili litamaliziwa kwa amani, na Mheshimiwa Lissu kuwa katika, kwa kweli, hayuko katika mikono salama, kwa sababu licha ya hayo ya marehemu mzee Ali Kibao, hayo ya kina Deusdedith Soka na hilo jaribio la kumdhuru Mheshimiwa Lissu elfu mbili na kumi na saba, mazingira ya sasa hivi kiusalama si mazuri. Uh, kumekuwa na rundo la watu kutekwa, kumekuwa na isu za wa watu wasiojulikana na kwa kweli hali sio salama uh, kwa hiyo katika mazingira kama haya ukisikia kuwa Mheshimiwa Lissu kutolewa jela kupelekwa usikojulikana ni lazima kwa mtu anayejali atakuwa na hofu. Hata hivyo baadaye zilipatikana taarifa uh, kutoka katika mtandao um, wa kijamii wa JamiiForums ambao ulifanya jitihada za kuwasiliana na uongozi wa jeshi la magereza kufahamu kuhusu, uh, alipo Mheshimiwa uh, Lissu, na waliwasiliana na msemaji wa jeshi la magereza anaitwa Elizabeth Mbezi uh, kuhusiana na taarifa hizo ambazo zinadai kuwa Mheshimiwa Lissu alihamishwa gereza, lakini msemaji huyo alidai kuwa haji, bado hajapata hizo taarifa na alipoulizwa kama kuhamishwa watuhumiwa na wafungwa ni suala la siri alisema kwamba inategemea na aina ya makosa. Yapo makosa ambapo wafungwa au watuhumiwa wanahamishwa kwa siri, na yapo makosa ambayo wafungwa au watuhumiwa hawahamishwi kwa siri. Na alipoulizwa endapo um, tuhuma zinazomwandama Mheshimiwa Lissu, makosa alionayo Mheshimiwa Lissu uh, ya uhaini ni miongoni mwa watuhumiwa ambao wanatakiwa kuhamishwa kwa, kwa siri au kwa wazi, alisema kuwa hilo analifuatilia kwa. Haya ndio yanayofahamika mpaka sasa hivi. Kwanza kulikuwa na hizo taarifa ambazo uh, zilizagaa za kuwa mheshimiwa rais wamehamishwa, uh, ametolewa katika jela, eh, gereza la Ukonga, la Keko, hajulikani amepelekwa wapi. Pili, uh, ni Chadema kuthibitisha kuhusu hilo. Tatu ni hii taarifa ya mwanasheria kueleza kuwa huenda amepelekwa gereza la Ukonga, na nne ni hii taarifa kutoka kwa msemaji wa jeshi la magereza. Taarifa ya tano ambayo ni update, ni iliyofahamika jana uh, usiku ambapo kwa mujibu wa taarifa hizi zinaeleza kuwa imethibitishwa kuwa mheshimiwa Lissu yupo gereza la Ukonga. Hii ni kutoka kwa chanzo cha kuaminika kinaeleza hivyo. Hata hivyo uh, chadema hawajatoa taarifa rasmi na pia jeshi la magereza nalo halijatoa taarifa rasmi, kwa hiyo bado inakuwa ni taarifa isiyo rasmi kwa sababu haijathibitishwa. Lakini uh, chanzo hicho kinaeleza kuwa mheshimiwa Lissu yuko gereza la Ukonga. Sasa kwa sababu haijakuwa taarifa rasmi, ni muhimu kuichukulia kwa tahadhari pengine na pia kuna upotoshaji mkubwa unaofanyika kuhusiana na swala hili, kwa sababu hizi habari za kesi ya Mheshimiwa Lissu ni turufu muhimu kwa serikali, kwa CCM kuwaondoa watu relini kuhusu hiyo ajenda ya no reforms no election. Kwa hiyo kuta hili swali linaweza kawa linazungushwa huku na kule, ili kuwatoa watu katika uh, hiyo maongezi kusio ajenda. Basi, Jasusi TV inaendelea kufuatilia swala hili na itaendelea kukuletea taarifa mbalimbali, lakini toa maoni yako hapo chini kwenye comments kuhusiana na swala hili. Nawatakia weekend njema, asanteni na, na kwaheri.